Ushindi, ushindi yuko? kuna e, sehemu labda wakitupatia ndoa umetuweza yeah. lakini sio kwenye mashabiki kuna sehemu kwenye ushindi. Ya, uko kwenye mashabiki wasio yeah. So pate ambayo inafanya tu washinde mm, lakini sasa wameshatia si, si. doa ile CV yao wala hajatia doa na wote, sio kwa mashabiki yeah, si... si... bora uwe ah, duniani uh, kuna baadhi ya mambo ukiashiriki mm. unafikirieza ukakaa mda wote usipitie matatizo sehemu ya maisha. Lazima upitie e, ee, matatizo na, na vingi no. vitakuja tu mbeleni unajua kuna wakati mkisha kuwa ni washindani wakubwa wa hmm. e, si ya, ya, e, uh, ni washindani basi hata si team tu hata shirikisho nalo linaanza kuwa serious na nyingi nifahamu vizuri na, narudia tena mke wewe unaongea vitu ambavyo tabishane <laughs> tu usikize hoja na uelewe <laughs> sio kubishana Una kuna yuko anasema sasa, so so na wale wazee na ambao, narudia tena, wale ambao walisema watangoa viti na wao wafungiwe kufanya pressi. Narudia tena, kuna wakati ukishakuwa mshindi, unajua kuna wakati unaweza ukawa unashiriki tu, hata watu yeah. wako serious na wewe. Hii inakuwa inatuma ujumbe kwamba sasa hivi tushakuwa washindani, yani tuna impact kwenye soka la Afrika, tuna faida <laughs> Tuna manufaa. Kwa unafinda, sasa. Na manufaa sasa sasa, kwanzia vilabu vyenyewe vinakuwa tension na wewe yani, kwamba huyu mtu msimchukulie poa. Watu mfano ukiangalia sasa hivi unajua kama tushakuwa ni wakubwa, sasa ili kundi la Simba zamani ili kundi, ili kundi zamani likundi apiti mttekundtboitti, sasa hivi kombe la shirikisho Simba huko kuna timu labda ubingwa chache, lakini nyingi naona kama Simba huko, anasemaje, anazimudu. Ukija huko Yanga kwa kabisa, mbona kuna timu huko. Yanga kipingamizi huko, anafika nusu finali. Simba mzuri, lakini zamani chochote kilikuwa kipo, kwa hata shirikisho, hata sijui vilabu vipo havitogopi. Ukija huko, tunakwenda tukakamilisha ratiba, tuondoke zetu, turudi tuchukue droo moja ama tatu za zamani, tutatolea mbali. Sasa hivi wakija hawaji hivyo tena. Ayoba ni mechi, yaani kama tunacheza mechi Shaaban, mzuri kwa maana yake kile wanavyozidi kukua mkubwa, hata zile media sijui zile wale watu wazito wazito wanakuwa wanatazamia pale, yani macho yanakuwa yako pale kwa wakati sasa. Tunakuwa ukubwa wetu na ubora wetu unavyokuwa, kuna mambo pia tutaja tuyaache ya Kiswahili, jambo nzuri yani kwamba kuna mambo pia tuyaache, kwamba tushakuwa sasa hivi tunatazama. Zamani hizi hizi vugu tazi zingetokea hizi, kwa sasa ungesikia bani, ungesikia onyo tu onyo au msao, unapewa tu onyo lakini mwana hii surprise ba ba ba na hela milioni mia makisio. Usiangalie tu bani peke yake, na milioni mia ile ipigwa imetoka kini mia yenyewe na sio mia, yeah. Mia kamili ni zaidi ya milioni mia moja, yaani ilivyo mia yenyewe la watu, na tumeshaka amuitume kwenye account na kata juu kwa juu kuna hela eh, eh, eh, mm, zenu zipo kule za nini za mashindano zipo zinakatiwa kule kule, na juu kwa juu kule tata na kata juu kwa juu, nyinyi mtapewa kiasi tulichobaki, wanachukua wenyewe. Kwa maana yake sasa natakiwa sasa sasa hivi tubadiliki na mambo tuachane nayo, kwa sababu atatukosti haya li mfano. Ai, hebu angalia hii mechi, ndio klabu muhimu zaidi kwa Simba a na, ukiangalia na, na, eh, okay. jinsi plani zilivyokuwa za mw. eh. Simba zilikuwa ni kubwa, haiathiri ushindi haiathiri ushindi. Umesikia raha yake ile, unaingia kwa robo finali na mashabiki wamejaa kiwanjani, unajua unajua hii mechi, lakini haikuzuii kutokushinda. Simba alifungiwa hapa nakumbuka na Almarehi hapo, bila mashabiki na kala tatu almarehi pale E. <laughs> <laughs> <muchimuansua> unajua hii mechi unajua, Simba walikuwa wali wa wa na plani yao kubwa sana hmm. na ndio maana walisema kwamba mashabiki sasa ulikuwa ni wakati wa kwenda kuonyesha ukubwa halisi wa Simba, sawa e. Yani si kwamba sisi ni wakubwa, natakiwa tuende tukaujaze uwanja nice, lakini nice kingine ki ni Simba ashinde katika mechi hii, ili aongoze kundi kuthibitisha ukubwa, kwa sababu kwa faida moja Simba mechi akishinda kwa faida moja, kuna Wamba atawaepuka ata huko. Kuna timu zipo tatu, yeah, kuna Berkane kuna Zamalek zama, yeah. Alafu kuna nani USM nani wale Alja watatu ndipo kule arabu mashaka mashaka, lakini akiwa kwanza faida yake kuna chezi ipo unakutana nazo pesi tu kuna, zibu, kuna yeah, yeah, yeah, timu kutoka South Africa ile si